zungumzia mabadiliko hayo yaliyotajwa kuchangia pato la taifa. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho nchini Francis Alfred amesema pamoja na uzalishaji huo kuongezeka, kwa bei ya korosho na ubora wa korosho ni moja ya sababu zilizovutia wanunuzi msimu huu wa 2025. Mauzo ya nchi yamekuwa na thamani ya dola za Kimarekani milioni 53.7. Mauzo haya ni makubwa katika historia, hayajawahi kutokea kwa sababu kiasi kikubwa kabisa cha uzalishaji ambao tulikuwa tumewahi kukiuza ilikuwa ni msimu wa 17, 18, ambao tuliuza tani laki 3 na elfu 13. Lakini mwaka huu tumefikia tani laki 5 na 28, kwa hiyo ni kweli katika historia haijawahi kutokea ma ma mauzo makubwa ya kiasi hiki. Mkurugenzi huyo pia ameeleza sababu za ongezeko la uzalishaji wa zao hilo kwa msimu wa mwaka 2024 na na 2025. Sababu kubwa ya ongezeko hili kwenye upande wa uzalishaji hususan kwanza ni uwepo wa pembejeo za ruzuku. Katika msimu uliopita tulisambaza salfa tani 41,263 kwenda kwa wakulima Pano, pamoja na viuatilifu vya maji lita milioni mbili laki sita themanini na tisa. Kumekuwa na kuimarika pia kwa huduma za ugani kufuatia jitihada za Wizara ya Kilimo pamoja na si Bodi ya Korosho ambao tumezifanya. Msimu wa 2025 tulikuwa na hali ya hewa ambayo ilikuwa ni, ilikuwa ni sahihi sana kwa zao la korosho kwa nyakati tofauti. Wakulima hao wa zao la korosho licha ya kupongeza jitihada za serikali na ongezeko hilo lililowaletea mabadiliko chanya kiuchumi wametoa ushauri wao kwa serikali. Na kwa miaka ya karibuni au kuanzia mitano hivi na zaidi nyuma hatujaona uzalishaji mkubwa e, kama uliofanyika mwaka huu. E, ningesema mwaka wa neema ukiinganisha na miaka mingine, lakini pia kulikuwa na changamoto tulizopata sio wakulima. Kwa mfano baadhi ya wakulima hawakupata malipo yao kwa wakati. Kuhusu msimu, kwa kweli tunashukuru, biashara tunafanya. Kiukweli kwa mwaka huu uzalishaji umekuwa mkubwa sana tofauti na mwaka jana, kwa sababu mwaka huu tumeweza kuwa na meli nyingi za kichele. Kwa mujibu wa Bodi ya Korosho nchini, msimu wa korosho wa mwaka 2025-2026 imeweka malengo ya kuongeza uzalishaji kufikia tani elfu saba na tayari tani elfu tisa za viwatilifu vimekwisha wasili nchini, na usambazaji huo kwa wakulima unatarajia kuanza mwezi April mwaka huu. Kutoka Mtwara, John Kasembe, Azam News. <mulia>